Nam, habari za wakati huu, naitwa Leons Alexi, hii ni Mfalme Digital. Leo hii nimekuja kufundisha jinsi ya kubadilisha e, icon kuzifanya ziwe na rangi moja, kwa sababu zile icon ambazo zinakuwa zime zimeandaliwa zime au labda zinapokuwa zina, zina zimeandaliwa zinakuwa na rangi ambazo zinatumika kwenye e, rangi maalum ambazo zipo kwenye hizo icon Nafikiri umenielewa ninaposema icon, nasemea kama hizi youtube youtube icon, na wakati mwingine utapaswa kuzitumia kwenye matangazo au kwenye shughuli zako zozote. Sasa unakuta baadhi ya watu wanashindwa kuzibadilisha, wanashindwa kuzibadilisha rangi na kuzifanya ziwe rangi moja. Sasa usiwe na shida, kwa sababu leo ndo siku ambayo utaweza kufahamu. Kabla sijaenda kukufundisha, fanya mambo haya matatu. Jambo la kwanza, like video hii ili kusudi uweze kuwafikia watu wengi, lakini pia jambo la pili, subscribe kama uja subscribe katika chaneli hii, na jambo la tatu, basi comment tuko pamoja, ili kusudi nijue kwamba tuko pamoja. Tuanze na jinsi ya kufanya, tuingie hapa. Hii hapa icon ambayo nimekuandalia. Hatua ya kwanza, utapaswa kuvua background ya icon hii hapa. Hii icon ina background, kama utakuta haina background na kama haujui jinsi ya kuzipata basi andika png youtube icon, utazipata na utaweza kudownload, utabonyeza, kisha utafanyaje? Utadownload baada ya hapo, au labda kuna website mbalimbali, kwa mfano mbali kama PNG Wing, hii inakupatia icons ambazo ni PNG. Hakikisha unaongeza neno PNG, kwa sababu kwa sababu neno png namaanisha kwamba kitu hakina background. Sasa mimi baada ya kudownload ina background hii hapa. Usije ukaibakiza usije ukabakiza kitu kama hiki ambacho kina background, kwamba utaenda kubadilisha rangi. Hatua ya kwanza mimi ambacho nakifanya ninakuja hapa nina rasterize. No, hatua ya kwanza ninaondoa background ya icon hii. Nafanyaje kuondoa background? Ni kama kawaida tu ambavyo unakuwa unaondoa, naenda select subject. Baada ya hapo, nasubiria kidogo. Baada ya kusubiria kidogo, basi itaweza Kuse, kuwa selected, baada ya hapo nitaondoa background. Jinsi ambavyo unaona icon yangu imeshaondoa background, na hata nikipunguza basi itaonekana ikiwa ndogo. Sasa ikitokea unataka zifanane rangi, wewe hatua ya kwanza unakuja hapa kwa sababu ime, ime, imewe, ime, imeweka hii hii, hii hii sehemu hii unaiondoa kwa ku right click alafu then Unatafuta kitu kinachoitwa convert to smart object, na kama ambavyo umekuwa ukifuatilia convert to smart object unakifanya kitu kiwe kimoja au kiwe pamoja. Okay, baada ya hapo, baada ya kufanya hivyo, nimesha convert to smart object. Baada ya hapo, baada ya kuconvert to smart object, basi mimi nita rasterize, na hapo rasterize ninasaidia ili iweze kuwa editable, iweze kukubali kueditiwa. Baada ya kulisterize nitaingia kwenye eneo hili hapa, kwenye tool hii hapa. Hii tool wakati mwingine unaweza kukuta kuna alama hii, kwa hiyo isikuchanganye. Unaweza kukuta kuna alama hii, isikuchanganye, kuna alama hii, isikuchanganye, lakini hii tool inaitwa gradient. Sasa wewe unatoka kwenye gradient unakuja paint bucket tu. Baada ya hapo unakuja kubonyeza hapo. Sasa rangi ambayo unapaswa kuiweka inakuwa iko hapa kwa hiyo wewe unaweza ukaiondoa hapa ukaweka rangi unayoitaka, labda tuseme, let's say ni nyeusi. Tunakuja tunafanyia hapa nyeusi. Kwa hiyo nakuja, baada ya hapo, hii paint bucket tu hii hapa ambayo unakuwa umeselect, unakuja hapa, unabonyeza hapa, unabonyeza hapa, unaona jinsi ambavyo imeweza kubadilika rangi. Vivyo hivyo unaweza uka, vivyo hivyo unaweza kubadilisha hata YouTube, Instagram kwa kufanya hivi hapa. Naileta hapa Instagram yangu naiweka kwenye Adobe Photoshop. Baada ya hapo naili size hii Instagram. haina haina background kama ile ya kwanza, nafikiri wewe unaelewa maana ya background. Kwa hiyo baada ya hapo nina right click, nikisha right click nina rasterize hii, si convert to smart object, kwa sababu tunapo convert to smart object tunafanya kitu kiwe kimoja. Kumbuka kwenye layer hii ni kitu kimoja. sijaondoa background tafadhali naomba unielewe. Baada ya hapo nasema sasa niondoe nije hapa kubadilisha rangi. Kwa hiyo nakuja na bonyeza paint bucket tu. Rangi nitakayoiweka ni hii hapa. Hii hapa ambayo unaiona hapa. Kwa hiyo nitakuja hapa basi nitaweza kubonyeza sehemu hii hapa, labda kama kama nataka kubadilisha nje au ndani. Kwa mfano mimi naweza nikataka kubadilisha nje hapa. Ndani. Hivi hapa. Alafu baada ya hapo na hizi hapa Hizi hapa nikaweka white hapa, alafu then hii nikaibadilisha ikawa white, nikawa na click hapa. Nafikiri kwa njia hii utakuwa unanielewa vizuri kwa jinsi ambavyo ninafanya hivi, utakuwa unanielewa vizuri hapa. Naondoa kabisa, naondoa kabisa naondoa kabisa, ondoa kabisa huu uchafu. Naweza uka- ukazoom ili kusudi uweze kuona vizuri e, control, control plus, ili kusudi niweze kuona vizuri. Baada ya hapo nagusa hapa nagusa kuondoa uchafu wote ili kusudi baki vizuri. Akisha unaondoa ba, unaondoa uchafu vizuri. Baada ya hapo basi una control. Baada ya hapo, okay, naleta hii, na kama nataka kuipanga, labda tuseme naipanga hapa chini, naweza nikaipanga hapa, nikaiweka hapa, nikatafuta na hii hapa, nikaiweka hapa. Ehe. Unaona Instagram, unaona Instagram ilivyoweza kutumika vizuri, ilivyoweza ku, kuonekana kuo vizuri. Nafikiri utakuwa umenielewa sasa. Hapa ni sawa kama ungekuwa una, una unaweka social media, social media media icons kwenye tangazo lako au kwenye posta yako hapa baada ya kuitengeneza hii hapa. Hata hivyo ukitaka kufanya hivyo, umeshamaliza kutengeneza posta yako, wewe unakuja unatafuta huku, nakua ushazi download. baada ya hapo unakuja hapa, una una una una unaweka hapo. Baada ya kuweka, una select subject ili kusudi kuondoa background. Baada ya kuondoa background, utaiona hapo, muda sio mrefu inamaliza kuselect. Baada ikishamaliza kuselect, yes. Baada ya hapo tayari tumesha select, tutaondoa background. Hatua ya kwanza, hatua ya pili, kwa sababu tulikuwa tusha add layer mask hapa, si ndio? Hivyo kwa uh, yes add uh, yes up add add uh, add layer mask hapa. Kwa kitu cha kwanza, hii hiki kitu hiki kwanza na kiondoa hiki hapa, ninakiondoaje? Na kifanya iwe layer moja, kwa hiyo na convert to smart object. Nikisha convert to smart object, baada ya hapo, basi nakuja hapa naweka na, na rangi ambazo ninazihitaji. Kwa mfano hapa nikiweka rangi ya blue, basi naweza nikatafuta naweka hapa hapa eneo hili, baada ya hapo nikabonyeza huku katikati. Baada ya kubonyeza huku katikati, labda na, na eneo hili hapa nikaweka rangi ya njano ambayo iko hapa. Kwa hiyo baada ya hapo ntabonyeza hapa ntabonyeza hapa, tabonyeza hapa, tabonyeza hapa. Alafu nitachagua hiyo kaa yangu nitaweza mta kupiki humu ndani. Baada ya hapo nitapunguza nita kama ambavyo inapaswa kuwa hapa chini basi, kwa hiyo nafikiri utakuwa umenielewa, unaona jinsi ambavyo imeweza kukaa vizuri eh kama wewe ni designer au labda unajifunza kazi hii za design, utakuja kuangalia icons nyingi zina ufanano, zina rangi moja. Ukweli ni kwamba kama utahitaji kuziweka ziwe rangi moja, utaweza kufanya hivyo. Mimi kufikia hapa, sina la ziada na natumai umeweza kujifunza mambo mengi kuhusiana kwa namna gani unaweza ukabadilisha icons zako kutoka rangi ambayo ni natural kabisa ambazo zimekuja nazo kama Instagram, Facebook au YouTube na kuweza kuweka icon ambayo unahitaji. naitwa Alexi. Comment kwamba tuko pamoja nijue kwamba tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, pale ambapo nitakuwa natoa video mpya itaweza kukufikia. Hii ni Mfalme Digital kwa sasa.